Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kuwa mafuta ghafi yatakayopita katika mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima, Uganda hadi Tanga, Tanzania yataanza kusafirishwa kwenda sokoni ifikapo Julai mwaka huu. Rais Samia amebainisha hayo jana wakati wa ziara ya rais wa Uganda, Yoweri Museveni, na kujadiliana masuala kadhaa ikiwemo mradi wa mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima, Uganda hadi Tanga. Wakizungumza na vyombo vya habari, viongozi hao wameeleza mambo walioyajadili kwenye mazungumzo yao ya faragha na baada ya kukutana na timu zao za mawaziri, huku wakiangazia masuala mtambuka. Rais Samia amesema kuwa timu za mawaziri na wasaidizi wao zilikutana wakati wao wakifanya mazungumzo ya faragha, na kwamba miongoni mwa mambo waliyoyajadili ni ujenzi wa mabomba ya nishati mbali na bomba la kusafirisha mafuta ghafi. Amesema kuwa wamejadili pia kuhusu bomba la gesi kutoka Tanzania kwenda Uganda na bomba la mafuta safi kutoka Uganda kwenda Tanga. Rais Samia ameongeza kuwa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 Musongati? No, no, not Musongati. Murongo. Nikiripotea Power TV, jina langu ni Vincent Kegode.